ama baada ya kumshukuru mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehema kipenzi cha umma si mwingine mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ndugu wapenzi watukufu mnaofuatilia maalim Shabani na hata wale ambao ndio kwanza mmeingia katika chaneli yetu hii basi tunasema mwenyezi mungu nyote kwa rehema zake e, awafanyie sahali awafanyie uwepesi katika majambo yenu Ndugu zangu Allah subhanahu wa taala anasema, wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, thumma la tus'alunna yawma idhin 'an an-na'im, sadaqa llahu alazim. Mwenyezi Mungu anasema, wa in ta'uddu ni'mata llahi la tuhsuha, iwapo mtaanza kuzihesabu neema za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala hamtaweza. Yaani, uanze kuhesabu neema ya Mwenyezi Mungu alizokuruzuku basi hamtaweza, kwa sababu neema ya Allah subhanahu wa taala, kitendo cha wewe kukuumba ukapata uhai si jambo dogo. Tokea dunia ianze mpaka hivi tunavyozungumza sasa, hakupatikana mtu yoyote aliyegundua kiumbe hai, aliyegundua kiumbe hai akakiwekea pumzi kikawa kinapumua, sio kweli? Ndugu zangu ni wapenzi wa tukufu Allah kutuumba sisi kutufanya tu kuwa wanadamu, hii ni neema. Akakupa akili neema, akakupa uwezo wa kutafakari ni neema. kuna wengine Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa wadhifa wa cheo neema. Ni pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwasema wa ta wa intaudu ni'mata llahi la tuhsuha, iwapo mtataka kuzihesabu neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala hamtaweza. Neema zile zoturuzuku kaanza kuhesabu moja badala nyingine, hamtaweza kwa sababu neema zake Allah ni nyingi mno eh. neema zake Allah subhanahu wa Ta'ala ni nyingi mno amewambieni. Madege hayo magari hayo mabaskeli mapikipiki mavipandwa mbalimbali wanyama, yani wanyama na vurugu zote zile kubwa kwao, lengo si jambo lingine makusudio wanyama wale waweze kutu waweze kuwatumikia wanadamu. Wanafanywa kitoweo, wanafanywa mboga, wanafanywa chakula, wanafanywa kadha wa kadha, lakini huwezi kusikia mwanadamu kachinjwa kwa ajili ya mnyama. Hapana, mnyama ndiye atakayechinjwa kwa ajili ya mwanadamu, makuku hayo masamaki hayo. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu wapenzi watukufu maneno ya Mungu ni kweli, anavyosema wa intaudu ni'mat Allahi la tuhsuha, iwapo mtaaza zihesabu neema za Mungu amtaweza. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala akasema, wa ama bi ni'mati rabbika fahadith, ama neema ya Mola wako waliokupa ihadithie. La hasha, sikuihadithia kwa namna ya kutangaza. Kuna kuihadithia na kuna kutangaza ukaanza kupita mtaani jamani ye, na milioni ishirini ndani jamani ye, na milioni mia jamani ye, na miliki gari sasa hivi mjue, jamani na nyumba saba jamani ye, mi mnavyoniona nakaribia huu mwezi wa sita sijaumwa malaria ya mwili wangu mzuri, hasha wakalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, ama neema ya Mola wako ya hadithie, yani kule kuonesha shukurani mbele ya Allah subhanahu wa Ta'ala tayari umehadithia neema ya Mola wako Allah amekupa neema ya afya, pumzi, ukakaa ukatafakari, hivi kwani nisiende kumsujudia Mola wangu? Hivi kwani nisimwabudie Mola wangu alionipa pumzi na uzima na uhai? Eh? Athari ya neema zako ionekane, unamiliki kiasi fulani, watu wawe na matarajio. Tukikimbilia kwa fulani pale tukiwa na tatizo la 10,000, 15,000, au tukiwa na njaa, tukienda kwa yule bwana tukimwambia tupe 2000 ya chakula au 10,000 ya chakula, tukanoe unga, atatugaia. Lakini una neema, wallahi, unaweza ukasema kana kwamba huna neema. Una neema unaweza ukasema kana kwamba vile una huna neema. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu wapenzi watukufu, tuihadithie neema ya Mola wetu. Toa sadaka sana, mshenifahamu vizuri, eh? e. Usiwe mtu katika wale mabahiri. Wanasema bahiri ni sifa ya watu wa motoni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuhifadhi na, eh, na bala la ubahiri, lakini wachilia mbali yote, thumma latusaluna yawma idhin an naim, kisha mtakuja kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuhusiana na neema ulipewa. Akili timamu wewe uliifanyia nini? Ulikuwa bingwa sana wa kuhonga wewe, sio? au ulikuwa bingwa sana wa, ku, Eh, wa kutongoza wanawake za watu au watoto wa watu. Akili ulizitumia kwenye nini? Ulitumia kwa ajili ya kutafakari ili unusulike na moto wa Jahannam? Akili tulizokupa ulizitumiaje? Latusalunna yawma idhin anin naim, utaulizwa kuhusiana na neema Allah Subhanahu wa ta'ala alizokuneemesha kwazo, na wengi katika masikitiko makubwa wengi wanajua mtu neema mpaka amiliki gari la milioni mia au milioni hamsini Neema watoto wanasoma shule ya shule ya gharama kubwa. Neema jumba e, la kifahari limezungushiwa mtambo wa umeme, kuna mlinzi, kuna mbwa au sivyo kuna kamera. Neema niwe nakwenda nchi moja nchi nyingine kwa uwezo, yani kiamua leo naenda kutembea Marekani, nakwenda leo, nakwenda wapi, nakwenda yeye kwa akili zake na ufahamu wake anajua kwamba sasa hii ndio neema. Subhanallah, kumbe we kiwiliwili chako ni neema zile, akili, nguvu, watoto Mungu amekupa ni neema, ni neema na ni mtihani pia, na ni fitna pia Inama, inna min amwalikum, hakika, e, e, hakika watoto zenu na wake zenu ni fitna, ni neema na ni fitna pia. Haya Allah amekupa neema ya ilmu. Naam, neema hiyo, shekhe, ulitumia tumiaje elimu yako? Wewe ulisoma mpaka ulipata degree, eh? Hiyo degree yako. Watu walinufaika vipi na wewe? Waja wa Allah walinufaika vipi? Ulisoma ukawa daktari, udaktari wako watu walinufaika vipi? Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza kwa neema hiyo. Latus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Mtaulizwa siku ya Kiyama kuhusiana na neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala alizokupa wewe. Ulikuwa mfanyabiashara, ehe, ufanyaji wako wa biashara, waja wa Allah walinufaika vipi na wewe na neema yako? Ulikuwa mfanyabiashara mkubwa wewe, ulikuwa tajiri, ulikuwa una cheo wewe, ulikuwa askari wewe. Ulinufu, u, watu walinufaika vipi na iko cheo chako? latus'aluna yawma idhin ani naim utaulizwa siku ya kiyama kuhusiana na neema ambayo, yani, hamna mja ambaye atakayekwenda mbele ya Mungu asiulizwe kuhusiana na neema. Unaweza kusema sijasoma, sina cheo chochote, sina wadhifa yoyote, mi mkulima tu wa kawaida, siwezi kuulizwa. Hakuna, utaulizwa hicho unachokilima na kile ulicholima ukapata mazao yako. La tusalunna hiyo, ni neema hiyo, yaumaidhin ani naim, utaulizwa pia Ehe, kutokana na matunda uliopata mpunga, uliopata mahindi, uliopata waja wa Allah alinufaika vipi, au dini ya Allah ilinufaika nini kutokana na mali zako? La tusaluna yawma idhin ani naim. Kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, neema ni nyingi mno, ndio maana Allah anasema, wa in taudu nimat Allahi la tuhsuha, mukianza kuzihesabu neema za Mungu hamtaweza We macho toka uanze kutazama lini, uliipia chaji ya macho? Hakuna. Toka ulipoanza kuzungumza lini tumesema kwamba umeishiwa nguvu ya kuzungumza, labda tukuwekee chaji au tukuongezee nguvu ili upate kuzungumza? Unazungumza, kutembea unatembea, akili unazo, unakula, unaenda chooni, vitu kama hivyo. Hizo zote ni neema, utakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe usijitoe. Kuna watu kazi yao, anakwambia mm. Mimi siulizwe, atakayeulizwa ni kiongozi, kwa sababu ya kuwaongoza watu wake, au waliopata vyeo vyeo, vyao wataulizwa. Hakuna, hakuna hata mtu mmoja siku ya Kiyama atakayenda mbele ya Mungu asiulizwe, kwa sababu kila mmoja ana neema. Huyu alipata neema ya uongozi ataulizwa mbele ya Allah, huyu alipata neema ya mali ataulizwa. Wewe ukupata mali, ukupata uongozi, ukupata chochote, utaulizwa. Kwa akili yako, akili pia ni neema latusaluna yaumaidhin nani naim. Utaulizwa kwa nguvu zako. Wewe ulikuwa mbabe? Je, nguvu zako, ulikuwa una nguvu sana, anyanyua mavyuma na nini na nini he? Haya, hizo nguvu ulizifanyia nini? Ilikuwa unanyanyua nyanyua vyuma kwa ajili ya kutia kabali watu? Je, nguvu hizo ulifanya kwa ajili kwa ajili gani? Tumefahamiana vizuri eh? Kwa ajili hiyo, ndugu zanguni, wapenzi wa tukufu la tusalunna, sisi sote waja wa Allah kuanzia Nabii Adamu mpaka Mtume Muhamadi asalama, waja wote tutakwenda kuuliza mbele ya Allah kuhusiana na neema aliyoturuzuku. Moja katika neema, namba moja tutakayoenda kuulizwa mbele ya Allah, uhai wako uliomaliza maliza vipi? Yaani wewe toka unazaliwa mpaka unaondoka duniani, uhai wako uliufanya fanyeje? Kwa ajili hiyo ndugu zangu, wapenzi watukufu, tulikuwa tuwakumbushana mawili matatu kunako dini yetu ya Uislamu. E, kila mmoja asijitoe kwamba yeye hana neema, labda asioenda kuulizwa, mtoto mdogo asiobale yaqin, labda mwandawazimu, mtu kazaliwa chizi mpaka anaondoka duniani ni chizi, huyu hatoenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kalamu kwake imenyanyuka, haifanyi kazi labda kipindi umelala usingizi hapo ufanyi, kalamu inakuwa ifanye kazi, ukiamka mwendo ule ule. Kwa ajili hiyo wengine wote waliobaki watakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mkulima ataulizwa, mfanyabiashara ataulizwa, mwenye cheo ataulizwa, mwalimu ataulizwa, naam, mfanyakazi wa ndani ataulizwa, je, ulikuwa mwadilifu kiasi gani kwa bosi wako? Na bosi pia ataulizwa kwa mfanyakazi wake. Kwa ajili hiyo kwenye msuala la neema kuulizwa mbele ya Allah ili amna ambaye atakayekwepa, labda chizi, mtoto mdogo na mtu ambaye amelala kipindi kile tu pale ndo kalamu yake inanyanyuka, lakini akiamka kalamu inaendelea kufanya kazi. Mwenyezi Mungu atustiri na atuhifadhi. Kwa neema za uhai tuzitumie vizuri, ili tukapata hesabu yetu nzuri mbele ya Allah siku ya Kiyama. Kwa ajili hiyo, ndugu zangu e, tulisema tutakuja kuelekezana masala mazima ya adhkari, zile adhkari ambazo e, zinawatandika wanga na wachawi, na adhkari hizo zinafungua vifungo vya kichawi mwilini. Nilisema eh, adhkari zenyewe ni hizi hapa, kwa wale wenye kuzihitaji zimewekwa kwenye mpangilio mzuri tu eh, kwa wale ambao wataka kusoma kwa kila siku watasoma kuanzia hapa a'udhu billahi, na hizi zimeandikwa kwa Kiswahili. Wengine wanataka kusema bana, sisi wengine hatujui Kiarabu, yani a'udhu billahi minashaitani rrajim, hii ni ya Kiarabu. A'udhu billahi minashaitani rrajim ya Kiswahili ina maana, sio jua Kiarabu, atasoma kwa Kiswahili. Huyu asiojua Kiarabu, hii adhkari hata tumemwekea kwa Kiswahili. Huyu asiojua kwa ki Kiarabu tumemwekea Kiswahili, huyu hivyo hivyo. Hizi adhkari utazisoma na mwisho huku tumeiunganisha na ile adhikari inayosema ya Allahu ya qaharu ya jabaru ya muntakim, alafu na kuna ya Allahu ya qaharu ya jabaru ya mumitu utaishia hapa. Hizi ni adhikari ambazo utakuwa unazisoma sabahan wa masaan, au utaamua kusoma wakati ule una nafasi yako, kama ni asubuhi, kama ni usiku, kama muda gani, lakini utakuwa unazisoma hizo kila siku japo mara moja. Alafu hapa mbele kuna idha zulzilati, kuna na mtara, kuna tabbati hadi ziko mara sabini, kuna ayati kursi pia iko mara mia tatu kumi na tatu na uko mbele kuna zile sura ndogo ndogo, mu'adhdhatain na zingine. Sasa kuna kitu nataka nielekeze kwenye hii adhkari, zina karatasi tatu tu sasa, ukiwa na mambo magumu, unataka labda mtu kakudhulumu, kakufanyia kitu kibaya <laughs> au mtu e, anakuangia kila siku ufanikiwe. Ushasoma una degree kichwani alafu yeye anakuroga wewe ili usiajiriwe ili usipate kazi. Umeshanifahamu? Elimu unayo, lakini kazi upate. Cha kufanya wewe mkalie chini. Amka, amka muda wa siku tatu mfululizo. Anzia Jumatano, fanya anzia Jumaa ngapi? E, usiku wa Jumanne, Jumatano na usiku wa Alhamis. Usiku wa Jumanne ndio inakuwa Jumatano, na usiku wa Jumatano ndio inakuwa Alhamis, na usiku wa Alhamis ndio inakuwa ni Ijumaa. Si so, utanielewa vizuri hapo. Amka usiku wa Jumanne. Mfano leo mchana sindio Jumanne? Usiku wake amka. Kesho sindio Jumatano, usiku wake amka. Kesho kutwa sindio Alhamis, usiku wake amka. Hizo siku tatu hizo. Ukishaamka kwenye saa nane nane huko sio mbaya, swali rakaa mbili. Zile adhkari za siku zote ni hizi hapa moja, mbili, tatu, nne, tano. Mwisho hapa hizi ya Allahu ya Kaharu ya Jabaru ya Muntakimu. Tano tu hizi utakuwa unafanya kila siku, utachagua mwenyewe sehemu nzuri. Sasa kuna hizi zilizoendelea huku mbele, zilizoendelea huku mpaka mwisho hizi sio za kusoma kila siku, hizi utasoma hizo siku nilizokutajia. Kama una uadui mzito nyumbani, amka usiku huo, swali rakaa mbili. Ukisha swali rakaa mbili utatoa salamu, assalamu alaikum warahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, alafu utasujudu tena, utasujudu tu kawaida tu, Allahu akbar, kisha utamweleza Mungu ukiwa chini kwenye ile sijida, utamwambia Mwenyezi Mungu, naomba kadha kadha kadha kadha kadha kadha, mweleze Mwenyezi Mungu yote, mweleze mweleze mweleze tena, wala si kwa sauti, kimya kimya, kama unavyosoma adhkari ya swala. Mweleze Allah subhanahu wa ta'ala yote yale ambayo yanayokusibu. Badala ya hapo, ukishamweleza, unarudi kwenye kikao chako. Sasa unaanza audhu billahi minashaitanir rajim, unaanza kusoma, unaanza kumsalia Mtume, unakuja uradi, unasoma hii ya pili, unakuja unasoma hii ya tatu unakuja unasoma ya nne, unasoma ya tano, unaingia kwenye Zilzala, unakuja alam tara, unakuja tabbati ada, unakuja Kursi, unamalizia na dua zako na hizi sura zingine. Huku ukishamaliza hapo, wewe nenda kalale, kama utakuwa usiku umeisha kuanzia saa nane umefika ume mpaka alfajiri ya Allah, ikifika usiku wa Jumatano tena unaamka, ukifika tena na usiku wa Alhamisi tena unaamka, siku tatu tu Alafu ukishasoma kwa muda wa siku hizo tatu, mwachie Mwenyezi Mungu. Sikilizia kwa muda wa mwezi mzima au ukiona istidadi, kila inapofika wiki unachukua hizo siku tatu na unaamka una unafanya siku tatu. Kama ni uadui umezidi sana, hasa kama kwenye masala ya uadui, fanya hey, watakuta mwanga wewe, watakuta mchawi watakwicha wewe. Wewe mtoto ufai, au wewe mzee ufai, au wewe mama ufai, au wewe kijana ufai, au wewe dada ufai, dada dada, kwa sababu zitawakong'ota kisawasawa. Yule dada yule alikopa ana, ana anasoma nini ile ana alikopa e, kikanda chapati kilo kumi mpaka wakamfanyia filigisu ya kumuharibia. Ndio nili baada ya kumfanyia kisomo nikampa hizo adhkari na hizo adhkari, mara nyingi wanaokuja tunaokuja tuna kuwafanyia visomo tunawapa hizo adhkari. Yaani sisi hatukupe hirizi wala hatukupe kitambaa chekundu wala hatukupe kitu cha cha kufukia wala cha kutungika, na wala hii karatasi sio ya kwenda kutungika kwenye mlango la kasha. Hizi unachukua unatia udhu na kaa chini unazisoma wewe mwenyewe, tumekusomea mashetani yameondoka. Ukishamaliza unachukua hizi adhkari sasa, unakaa chini unaanza kuzisoma, ndio kinga yako. Ndio maana nikasema kwa wale ambao tunawasomea watasoma mpaka eh, adhkari ya tano mwisho kama una mambo mazito zaidi ndio unaweza kumaliza yote. Utachagua hizo siku tatu katika wiki, usiku wa Jumanne, usiku wa Jumatano na usiku wa Alhamisi, kwa sababu ukiwa usiku wa Jumanne ndio inakuwa ni Jumatano, na usiku wa Jumatano ndio unakuwa usiku wa Alhamisi, na usiku wa Alhamisi ndio unakuwa usiku wa Ijumaa kwa vile namna tulivyozoea sisi. Mwenyezi Mungu atuafikie kila la heri, ndugu zangu. Namomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala, atujalie kwa neema ya akili na afya na uzima, tuweze kutekeleza yale ambayo Allah subhanahu wa taala ametuamrisha kwayo, ikiwemo sala tano, ikiwemo funga, zaka na mengineyo. Na e, tuja Allah atujalie subhanahu wa Ta'ala, tuwe miongoni mwa waja wake wema ambao tutakaoenda mbele yake hali ya kuwa ameturidhia subhanahu wataala. Alhamdulillah. Ndugu mtazamaji, tuna ile dawa ya kuua majini mabaya hii hapa hii. Alafu, hii dawa matumizi yake wanywa kifuniko kimoja tu dawa moja. Moja hatari sana hii dawa, special ni kwa ajili ya kuua majini. Alafu hapa tuna ibitalu sehri hii. E, ibitalu sehri tunayo e, ibitalu sehri tufanyaje? Tunayo. Alafu hapa tuna hii kashkashi sehri dawa mujarabu sana. Hapa tuna limau mujarabu kwa ajili hiyo, ndugu zangu, wale wenye kuhitaji ma ushifa pia yapo, ila dawa ya radi ndio imeisha. Lakini wale wenye kuhitaji tunaweza tukawaandalia, lakini itachukua muda kidogo, kama siku mbili tatu itakuwa tayari, insha allahu taala. Ndugu zangu wapenzi watukufu, niwatakie utazamaji mwema, tunawapendeni kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atujalie mwisho uliokuwa mwema na Mwenyezi Mungu atujalie tukutane na kifezi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juma kamera kama vema, Habibi Suleiman e, Ibn Sultani e, na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani kutokea hapa Maalim Shabani Dua Center tuko Mbande, hatuna la ziada, kulu nzima tunawatakia utazamaji mwema wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ila liqa.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 Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 78 24 78, 78 au 0717 28 42 42 na 0625 57 52 72. Umu Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.